Mzee Msumi, asalamu alaikum. Waalaikum salam, habari za mchana? Wema kabisa. Ah, timu ilikoenda kule, roho inadunda? Hapana, kwa sababu kusema roho inadunda basi tusige peleka timu. Kwanza ieleweke, katika kundi ile sisi ndio mabingwa katika nchi. Kwenye kundi letu, timu bingwa katika nchi husika ni timu yetu sisi. Lakini pili, mashindano haya tunayajua, tunakwenda kushindana ni wazoefu kushinda. Nadi Alwatanya Al Watani ya Al Ahly hatugombei uzoefu, tunakwenda kushindana. Kama unavyoona soka la Tanzania limebadilika, sawa. Leo tunasema kwamba wa Tanzania timu yao imeshi enye kumi na sita bora. Kwa hiyo na Yanga fika nia na malengo ni kusonga mbele, kama kauli mbiu nasema, daima mbele, nyuma mwiko. Kwa hiyo hakuna cha kudunda roho la nini, timu ishaenda na imeshatua salama. Nadhani mdauza tutakuwa naelekea Alexandria na wale jamaa wameandika barua kwa mamlaka iwaruhusu uwanja uwe full stadium sababu wana, wana makatazo ya mamlaka zao waruhusu kuingiza, lakini safari hii nasikia wanajaa. Hayo zitatupi shida sisi, wachezaji kumi na moja kwenye pichi, mashabiki kujaa si kigezo. Moroko walijaza uwanja mzima, hadi leo tukiongea tu, bingwa nani? Senegal. Kwa hiyo mpira ndio jambo sahihi tarehe 23. Kwa kifupi, Yanga ni kama seni.